Mtazamaji, hii ni ziara ya kushtukiza ambayo mheshimiwa waziri mkuu amefanya katika hospitali hii ya wilaya ya Nachingwea iliyopo, wilaya ni Nachingwea na ni mkoa wa Lindi, mahali ambapo mheshimiwa waziri mkuu anaendelea wa na ziara yake ya kikazi katika mkoa huu wa Lindi. Itakumbukwa kabla mapema amepita pale Ruangwa na kushiriki katika ratiba ya uwekaji wa jiwe la msingi katika mradi wa maji ambao unatarajiwa kuhudumia vijiji hamsini na sita vilivyopo katika wilaya ya Nachingwea hii ambapo tupo hivi sasa, lakini mradi huo upo katika kituo mama cha eneo la wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi. Na sasa unaingia katika chumba cha daktari, ambapo hapa atapewa maelezo mafupi ya kile ambacho kinafanyika humu ndani. fikia hapa mm, uh, mwaka wangu wa kwanza unafanya e, masaa yote e, 24 hours. 24 hours. E, mbona mnamuvu mnatembea tembea uh, na watu wanasubiri au kulikuwa kuna ugonjwa wa kuchomwa sindano ambao wamesha chomwa na kuondoka. Si wetu, huduma hapa ni mzuri kwa sababu wakifika mgonjwa kama ni wa emergency, tunampumzisha pale mapokeo emergency room, anaanza kupoa huduma za haraka. Anapopata nafuu, tunampeleka wodini, ila wale wa outpatient wakifika hapa, wakishaona na daktari, anapewa dawa anarudi nyumbani na kupumzishwa pale emergency room. Ya dawa Demo. Demo, Demo. Sijambo. Sijambo. Sijambo, salama kabisa. Hali upatika ya upatikanaji wa dawa kwa essential medicine uko asilimia 94. Sisi hapa hapana, kwa sababu tuna pia tuna DRF Drug Revolving Fund ambayo tumeanzisha hapa hapa hospitali e. Kwa maana hiyo akikosa dispensing wanakwenda DRF, anaiwagizia dawa? dawa ni daktari akisha prescribe ana anini kama hospitali hapa nani anawagizia dawa ni mfamasia? mm. Mm. Mm. Eh, eh, yeah. Eh, hali ya, ya hali ya wagonjwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunashukuru toka tulivyoboresha mm. hali ya wagonjwa imekuwa inaongezeka siku hadi siku mm. kwa hiyo wanafurahia, wana, wana kuitumia hospitali yao. Kwa hiyo hata namba ya wagonjwa tunaowapata -hmm. imeongezeka ukilinganisha na ilivyokuwa awali mm. Tuna chumba cha upasuaji, tuna vyumba viwili, tuna chumba cha upasuaji mkubwa kwa maana ya general surgery, na tuna chumba cha upasuaji specific kwa ajili ya kina mama wajawazito tu ambacho kinapatikana kwenye jengo la maternity. Huo upasuaji unafanya. Mfamasia pia huyu yuko dispensing, chumba cha kutolea dawa kwa wagonjwa. Utaratibu wa upatikanaji wa dawa, anawashauri nani nani nani? Aina ya dawa mnazoagiza mara nyingi naandaliwa na mfarmasia wa hospitali? Ha, eh. kuna, kuna kamati, kamati ipo, kuna kamati Mboe na dawa hiyo oinakaa na Mheshimiwa Waziri wa Afya, anakusikiliza anazingatia nini? Tumekuwa na utaratibu wa kuwa na takwimu asilimia tisini na nne kama tulivyoambiwa, ya utoshelevu wa dawa, lakini wananchi, baadhi ya mambo ya msingi, anapimwa anapatikana na, na ugonjwa ambao inatokana ina, ina, ina na mazingira ambayo tuko nayo kwanza, hmm. eh, yani kuna vile magonjwa ambayo yanapewa yan, yan, yan, kipaumbele kwenye kuagiza dawa. Kwa hiyo kama mag, kuna magonjwa mlipuko, kuna dawa ambazo asilimia kubwa wanapata, eh, magonjwa yetu karibia wote wanapata dawa. Nashukuru, una bahati sana. Wakati tunafika ulikuwa unatoka, tungekuta hamna mtu hapa, ungekuwa na kesi au ulikuwa unashangaa msafara. Mheshimiwa Waziri Mkuu amemaliza kuzungumza na daktari mojawapo mtoa huduma hapa, na sasa anauliza wagonjwa. Kuja kwa ajili ya check up. Ndio. Bado tunasubiri. Hapana, tunasubiri utaratibu kiwa goli tuweze kupata huduma. Yaani mimi nimeingia sasa hivi nimeingia muda huu sasa hivi sasa hivi ndio. Ndio, ndio. Wakishakata cheti then wanakuja huko kwa madaktari, kwenye vyumba vya madaktari, huko wanasubiria utaratibu gani wanaosubiri? Yeah. Ndio, mbona wanasubiri wana una mgonjwa huko, una mgonjwa, hawa wanasubiri ni utaratibu gani unafuata baada ya kuwa wameshafika mpaka hapo? Yeah, yeah. Ah, wameshakata nani, ameshakata imeshakata, anayewaelekeza na na daktari mpaka wameshafika hapa, hao wanakaa wana, wana, wana enyi hapa. Hii si sehemu ya, ya luxury. Watu wakija hapa wamekuja kwa ajili ya matibabu, wanakaaje hapa na hamna hamna nani anayewaelekeza Una watu kule mapokezi ambao wanawelekeza kwamba kikata cheteena nakuja huk. Mweshimua Waziri Mkuu, utaratibu wa hapa ni kwamba kuna mtu anaweelekeza pale mapokezi lakini wakifika hapa pia huwa tuna nesi hapo injection room, yeye anaangalia ili eneo mtu yote atakayemuona anatoka na mahoji ajue kama ameshakata cheti, kama akukata cheti, anamuelekeza wapi akakata cheti. Lakini mbali na nesi, pia na madaktari waliopo hapa, huo utaratibu tunao, wanatoka nje, wanaangalia kama kuna mtu ambaye hajui utaratibu wote na mahoji. Lakini kwa vile hao wamefika muda si mrefu, nafikiri wamekuta, Mheshimiwa, wamefika nafikiri walipata hao madaktari. Madaktari wenyewe wamekuwa kama puzzle kwa ajili ya ugeni uliopo. Kwa hiyo wamenani kuja kuwahoji kuwa na kuzungumza nao, kutokana na taratibu zile. Wekeni utaratibu, anapofika nakuwa mmeshajua na spacing ya madaktari waliopo siku hiyo, akitoka pale anaelekezwa, wewe nenda chumba namba fulani, wewe pale nenda chumba namba fulani, wewe pale, yule ameshatangulia namba fulani, wewe subiria namba fulani eh? ili tusiwaweke watu ambao wamekuja wameshafika mpaka hospitali, hatujui anaumwa ya nini, tusiwawekeweke watu. Ndio, e, na sisi bwana hospitalini ndiko tunapokaa tunapopaamini tu. Zaidi moja ya eneo sisi kama serikali tunaloliamini sana ni hospitali. Watu walioko watu, watu, hospitalini ni professionals, wanajituma muda wa kazi wanafanyia kwa ndio maana tulisema tutapita tuje tujione. Sasa mmetoa utetezi wa kwamba ni nawapi eh, ili si eneo la watu kuja kufanya matembezi, akifika hapa na jambo la msingi la, la afya sawa. Eh, waziri wa afya mheshimiwa naibu, fuatilia hili kwenye hospitali zote tukienda katika baadhi ya hospitali tunaona watu wame wameweka utaratibu, akitoka pale amesha ameshajua anako kwenda kusubiria, kuliko hiyo watu wafike wahengihengi tu. Ua we umekaa muda gani bwana mpaka kufika muda huo? Sasa hivi kama dakika kumi hajajua aingie chumba kipi, hajajua pakukata tiketi Yeah. Uh, utaratibu hujulikane kuanzia anapoingia anakwenda wapi, kuanzia pale pale anaenda wapi, na akishafika huku kama hakuna mgonjwa mwingine, hakuna sababu ya mgonjwa kusubiri. Ndio na wenyewe uharakishwe. Hili si eneo, unajua kuna utaratibu wa kuzoea matatizo. Tunataka hata kila hiki kizazi cha tumepambana kwenye madawati, hayatoshi madarasa, hayatoshi. Tunataka kila kitu tu, tupeleke kwa akitoshi toshi hivi. Why sasa, kama tuko na milango mingi ya madaktari, why should they wait here? Kwa nini wasubirie hapo, eh? So hizo rekebisheni basi. Um, Mheshimiwa Naibu Waziri, Waelekezeni na maeneo mengine, hakuna sababu ya kuwachelewesha wagonjwa maeneo ambayo hakuna ulazima huo. Siweke tu mazoea kwamba wakishafika watu wengine tunaona ndo, ndo umuhimu wetu. Kama mtu atakusubiri muda mrefu, unaona ndo ubosi huo, unaona ndo. Eh, no haya mambo ni ya huduma haya tena watoa huduma lakini wagonjwa vilevile. Kutoka kwenye jengo la wagonjwa wa nje OPD, ameelekea eneo lingine ambapo nako atakagua hali ya mambo ilivyo, ikiwemo jengo la maabara kama inavyoonekana, baada ya kuwa amejiridhisha na kutoa maelekezo kwa yale mambo ambayo ameona hayako sawa kwenye baadhi ya maeneo ikiwepo kwenye namna ambavyo wagonjwa ambao eh, wagonjwa wanavyotumia muda mrefu kupata huduma hasa kusikilizwa na wataalamu na namna ambavyo sasa waondokane na adha hiyo, wapate huduma kwa haraka. Na sasa ni katika jengo la maabara, ambapo mahali hapa wanapata huduma za vipimo na kujua ni nini kinachowasibu wagonjwa hao, ndio uelekeo wake Mheshimiwa Waziri Mkuu. eshawanasub majibuakksub vipimo mlivyo navyo ukoje hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Inategemea na mm. mm. yeah. wa kusubiri... <tipimu> kipimo ambacho amepima kuna kipimo kingine ni rapid test ambayo ndani ya dakika tano mpaka kumi anakuwa tayari ameshapata majibu. Kuna kingine analazimika kusubiri masaa matatu ambacho anaweza aka, akaambiwa aende afu arudi aje achukue majibu kutokana na ule muda, lakini kile ambacho kitatumia at least dakika 20 atasubiri hapo, na kile cha 24 hours ataambiwa pia am, Mtoto Sali. Tangu juzi umefanya tangu juzi. Tangu juzi. Vizuri kuja hospitalini ndio. Hongera sana, asante asante sana. Haya, naona unampa juisi, juisi anakunywa. Utapokea na salamu ya mama ah, Samia putia... asante. ah, kitu kingine cha kutafuna chak... na, na, na Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa salamu kutoka kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakati mtoto akiendelea kuugua, basi anamnunulia chochote kitu kwa sababu amemkuta hapo akipata juisi na mambo kama hayo, na sasa anazungumza na wengine waliopo hapa. kushukuru sana serikali ya, ya mama Samia Suluhu Hassan. Pia tunakupongeza mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuja kwa kuja kutembea Nachingwea. Kwa hiyo hatuna mengi sana, mengi mtajionea eh. Tunashukuru sana kijumla, hakuna kero yote sasa hivi. Asante sana. Amen. Na mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa anazungumza na, na... miongoni mwa wagonjwa walioko hapa na sasa anaelekea katika eneo lingine baada ya kupita katika jengo la e, wagonjwa wa nje na sasa akiwa katika eneo hili la maabara, anaelekea katika kitengo kingine ambapo ni bila shaka wodi ya wazazi so, e, kwa mazingira anavyoonyesha, lakini kwa ujumla tu serikali ya afya inakuwa ni hospitali za rufaa mkoa pamoja na za kanda na hata hospitali ya taifa na sasa anaingia katika jengo hili la uh, huduma za uzazi kwa maana maarufu zaidi kama mama na mtoto. Safi kabisa, karibu sana, tunashukuru. Yes. Mungu. Karibu sana. Hapa hospitali ya Wilaya ya Nachingwea kitengo cha uzazi mama na mtoto. Yes, hapa ni maternity complex ambapo tuna labor room, chumba cha kujifungulia. Na tuna antenatal room kwa wale wajawazito ambao wanasubiria kujifungua na wenye matatizo mbalimbali kwa ujauzito. Na kule mwishoni tuna chumba amenye, I tuna postnatal ward kwa mama ambao wameshajifungua. Yes, lakini pia tuna tuna tuna, tuna major theater ndani yake kwa mama ambao na uchungu Changamoto ambazo zinahitaji kufanya upasuaji basi tunafanya ndani humu. Kwa karibu sana. Hongereni, tunafanya upasuaji hapa. Ndiyo. Successful. Yes. Wonderful. Yeah. Hongereni sana. Yeah. Na, kiwango kipoje cha kupokea... uh, kiwango kwa sababu kwa siku sisi ni hospitali yes, ya wilaya tuna ni, ni referral point kwa wilaya yetu, tunapokea rufaa mbalimbali kutoka kwenye dispensari na kwa rate yetu kwa delivery per day ni kati ya sita mpaka kumi. Hmm. yes, na kwa mwezi ni mia mbili. Hmm. Wow. Yeah. Na kwa mwezi pia average uh, ya operation section. Hmm. um, kwa, hmm. Kwa hmm. Yeah. Yeah. ni kama hamsini hivi. Haya, sisi tumepita kuona kazi inavyoendelea, tunaweza kuwasalimia tu, tuwacheni muendelee na kazi baada ya kupewa maelezo na mtaalamu aliyemkuta katika jengo hili, la Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenda kukagua na kujionea hali ilivyo ya kihuduma, hasa kwenye eneo la mama ambao wamekwisha jifungua wakiwa na watoto wao, na hapa ndipo eneo lenyewe sasa, akiwa wameshafika Mheshimiwa Waziri Mkuu.